Habari za hivi punde zinaeleza kwamba rais wa Madagaskar amesafiri kwa ndege ya kijeshi kuelekea Ufaransa kwa ajili ya kunusuru usalama wake. Rais wa Madagaskar Angela Jorina inadaiwa kuwa hayupo tena nchini Madagaskar baada ya kusafirishwa kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa kufuatia makubaliano na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Taarifa hiyo imetolewa na redio ya kimataifa ya Ufaransa RFI. Lajorina aliyejikuta katika wakati mgumu zaidi baada ya kwanza kutengwa na kupoteza unguaji mkono kutoka kwa kikosi muhimu cha jeshi ambacho kiliwaunga mkono maelfu ya vijana waliokuwa kiandamana kupinga ufisadi na umaskini nchini humo wakimtaka ajiuzuru. Msemaji wa ikulu ya Madagaskar hakujibu mara moja baada ya kuulizwa ikiwa ukweli wa taarifa hiyo ukoje. Maandamano hayo katika koloni la zamani la Ufaransa yalianza Septemba 25 yakiwa yamesababishwa na ukosefu wa maji na umeme, lakini yalikuwa haraka na kwa maandamano makubwa zaidi ya kitaifa dhidi ya hali mbaya ya utawala na ukosefu wa huduma za msingi. Katika hatua nyingine inayomkabili rais huyo Rajolina, wa wabunge wa upinzani katika bunge la taifa hilo wamepanga kuanzisha mchakato wa kumbandua madarakani, kwa mujibu wa kiongozi wa upinzani Siteni Radiana Sroniaico alipozungumza na jarida la habari la Reuters Jumatatu ya Oktoba 13. Rajolina alionya Jumapili kuhusu njama ya kutoa madaraka katika taifa hilo la kisiwa kilichopo nje ya pwani kusini mwa Afrika baada ya kupoteza ungwaji mkono wa cha jeshi Kapsati ambacho kilimsaidia kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya mwaka 2009 kufuatia zaidi ya wiki mbili za maandamano ya kizazi kipya maarufu kwa jina la Gen Z. Mwishoni mwa wiki Kapsati kilitangaza kuwa kimechukua usimamizi wa jeshi na kumteua mkuu mpya wa majeshi, na Jumatatu sehemu ya wanajeshi wa jenda marine wanaounga mkono maandamano walichukua rasmi usimamizi wa kikosi hicho katika hafla rasmi iliyohudhuriwa na maafisa wakuu wa serikali kwa mujibu washahidi kutoka kwenye jarida la habari la Reuters. Rais wa seneti naye, ambaye alikuwa kitovu cha asira za wananchi wakati wa maandamano, aliondolewa madarakani kwa mujibu wa taarifa ya seneti. Na Andre Ndremanjali alitolewa kwa muda kuchukua nafasi hiyo. Kwa mujibu wa katiba, katika kipindi ambacho nchi haina rais, kiongozi wa seneti hutekeleza majukumu ya urais hadi uchaguzi utakapofanyika. Jumatatu ya Oktoba kumi na tatu, maelfu ya wananchi walikusanyika katika uwanja mkuu jijini Antananarivo wakipiga kelele rais lazima ajiuzuru sasa, wakiimba Andriana Rive Fomenakio. Mfanyakazi wa hoteli mwenye umri wa miaka ishirini na miwili aliambia shirika la habari la Reuters kuwa mshahara wake wa kila mwezi laki tatu ambazo ni sawa na dola sitini na saba za Marekani hautoshi hata chakula, na kueleza sababu zake za kushiriki katika maandamano hayo akisema, kwa miaka kumi na sita sasa rais na serikali yake hawajafanya chochote zaidi ya kujitafakarisha huku wananchi wakizidi kuwa maskini vijana wa jenzii ndio wanaumia zaidi alieleza. Tangu Septemba ishirini na tano, watu wasiopungua ishirini na wawili wamepoteza maisha katika makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Mataifa, jambo ambalo serikali ya Madagascar imeendelea kulikanusha. Hasira hii inaendana na, na maandamano ya hivi karibuni katika mataifa mengine kama Morocco, Nepal ambao pia tulishuhudia rais akifanya maamuzi magumu sambamba na taifa la Kenya ambalo maandamano ya mara kwa mara yamekuwa sehemu ya kuibua maandamano ya mataifa mengine jirani dhidi ya tabaka tawala ambalo ni viongozi. Madagascar, nchi yenye idadi ya watu takribani milioni 30 ambapo nusu ya wakazi wake wana umri chini ya miaka 20, inakabiliwa na umaskini mkubwa. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, ambapo asilimia 75 ya wananchi wanaishi chini ya mstari wa umaskini, huku pato la taifa kwa mtu mmoja likishuka kwa asilimia 45 tangu uhuru mwaka 1960 hadi 2020, licha ya kuwa nchi inayojulikana zaidi kwa uzalishaji wa vanila duniani lakini Madagaskar pia hutegemea mauzo ya nje ya madini ya nikeli, kobalti, mavazi na kamba kwa baharini kwa mapato ya fedha za kigeni na ajira. Hata hivyo, taarifa ambazo zilikuwa zijathibitishwa moja kwa moja zilikuwa zimeeleza kwamba Ufaransa inadaiwa kumsafirisha rais wa Madagaskar Angela Jori na kwenda nchini humo kwa ndege ya kijeshi, huku maandamano ya uasi wa kijeshi yakiriumbisha zaidi taifa hilo. Hatua hiyo ilichukuliwa kufuatia makubaliano ya pamoja kati ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na raisi wa Madagascar Ange Rajoelina. Ingawa serikali ya Ufaransa imesisitiza kuwa haingilii mgogoro wa ndani wa Madagascar isipokuwa ni kwa ajili ya kumwokoa rais mwenyewe Rajoelina. Kujiuzuru rais huyo alitarajiwa kuhutubia taifa Jumatatu jioni, lakini kabla ya kuonekana hadharani, taarifa kuhusu aliko zilikuwa hazijulikani, ingawa ikulu imewatuhumu wanachama wa CAPSAT kwa kupanga mapinduzi mengine dhidi ya serikali. Hii ni Msasa Media, Msasa Media, kisasa zaidi.